Hivi ndio vitu ambavyo vinashusha sana kinga zetu za mwili. Vitu ambavyo vinashusha kinga ya mwili ni kama vile unywaji wa pombe pamoja na uvutaji wa sigara. Hivi vitu vinashusha kinga ya mwili, lakini pia kama haufanyi mazoezi Yani mwili wako hauko active, yaani umekaa tu sehemu moja hausogeisogei mwili umekaa tu, hii pia inapelekea kinga za mwili kushuka. Lakini kitu cha tatu ni msongo wa mawazo wa kupitiliza, hii inapelekea kinga za mwili kushuka sana. Lakini kitu kingine ambacho kinashusha sana kinga ya mwili ni kulala masaa chini ya saba mpaka nane. Hii pia inashusha kinga ya mwili. Lakini pia ulaji wetu vyakula tunavyovipenda ndio vyakula ambavyo vinatuumiza. Lakini kitu kingine ambacho kinashusha kinga za mwili ni maambukizi mbalimbali mbali. kwa mfano homa ya ini yaini eh, maambukizi kama ukimwi, maambukizi kama eh, maambukizi ya magonjwa mbalimbali mbali. Lakini pia kitu kingine ni ma, ma, matibabu mbalimbali mbali. Kama vile matibabu ya chemotherapy, matibabu yani, namaanisha matibabu yale ya saratani ya mionzi au ya vidonge inasababisha pia kinga za mwili zifaje zishuke, lakini pia wale watu ambao wana magonjwa sugu, kwa mfano watu wenye sukari watu wenye pressure, watu wenye HIV, watu wenye homa ya ini, wenye magonjwa mbalimbali mpaka ikiwemo magonjwa haya ya genital warts, sijui ya HPV, haya yote yanasababisha kinga za mwili kufanyaje kushuka sana, sawa. Lakini pia ulaji wa vitu vyenye sukari sana, hivi vinachangia sana kushusha kinga za mwili sasa. Inawezekana hapo mwanzo ulikuwa unajiuliza kwa nini sasa mimi na umwaumwa. Hebu angalia katika hivyo vitu nikitugia ni kitu gani unapendelea sana wewe kufanya ufanye mazoezi eh? unafanya mazoezi wewe. Unakula vyakula gani wewe eh? wewe unalala kule masaa sana unaotakiwa. Hunywi pombe wewe, huvuti sigara. Unoje ujikuta kwenye hilo kundi, kuna sehemu wewe hupo ambayo inasababisha kinga za mwili kufanyaje kushuka, so ni jukumu lako sasa, baada ya kuelewa hii, uweze kupandisha kinga zako za mwili kwa kufanya mazoezi, kutembea sometimes peku eh, kama uko nyumbani, lakini pia kula vyakula ambavyo vina faida na sio vyakula ambavyo vinafurahisha tu mdomo wako, lakini pia kuhakikisha una unatumia virutubisho, unatumia vitu kama vile mtindi, unatumia vitu mbalimbali ambavyo vitasaidia kuweza kutoa sumu na kupandisha kinga zako za mwili. Jukumu la kupandisha kinga ya mwili ni lako wewe, na baada ya kinga yako mwili kukua vizuri, yenyewe itakusaidia kukulinda wewe dhidi ya magonjwa pamoja na virusi mbalimbali.